Kama utaniruhusu Mwashambaba askofu mkuu, kama tulivyoanza kuchangia kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa kanisa hili na maeneo mengine, kama utaniruhusu, na hili nakuomba sana Mwashambaba askofu, kama utaniruhusu na kama sitakukwaza, basi tutumie siku ya leo pia tuchange angalau tuanze kujenga msikiti wa ndugu zetu Waislamu, ambao msikiti wao ni mdogo, nao wako pale kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Na baadhi ya wasaidizi wangu wengine ni Waislamu, na nataka niwatajie mmoja tu, kuna Rohaji. huyo ameshaenda kuhiji mpaka Maka, lakini ni msaidizi wangu. Ninapoingia humu, inabidi lazima aingie kanisani, lakini inapofika siku yake ya kwenda kumtukuza Mungu mora wake, nimeambiwa kuwa ule msikiti bado haujawa mkubwa mzuri na kadhalika. Katika upendo huo huo wa Kristo ambayo ndiyo amri kubwa tuliyoachiwa sisi. Niwaombe ndugu zangu wa Kristo, tukianzia na wewe Baba Askofu, uniruhusu leo nichukue kikapu, ili kama sitachukua muda wako mwingi, niwaombe ndugu zangu wa Kristo wenzangu tuanze kuchangia, ili hizi fedha tutamwomba Baba paroko angalau akaziwasilishe Shehe kwenye msikiti wetu, na tutajipanga taratibu namna tutakavyoweza kukarabati. Tukimaliza hivyo, tutaendelea tena kwenye kanisa lingine, kama ni la Anglikana, kama ni la KKT, kama ni la Wasabato, kama ni nini, ili utukufu wa Chamwino katika kumtukuza Mungu ukasimame katika maisha yote. Sasa, baba skofu kama unaniruhusu hivyo na angalia, angalia kikapu hapa, umeniruhusu baba skofu? Aha. baba skofu mkuu amechangia laki mbili kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Ehe, mwanze kumiminika kuja hapa, mimi nachangisha tu ndugu zangu. Arhaji njoo hapa uchangie. Kama ziko nyumbani wewe sema tu utaleta kiasi gani. Arhaji ataleta laki tatu.